Wetu micro na uchumi wetu micro. Unaposoma ripoti zetu za uchumi unakuta taarifa nzuri sana kwamba GDP yetu imeongezeka ni bilioni 92, pa capita imeongezeka ni elfu moja na mia tatu. Lakini wananchi wetu hawana fedha mfukoni. Kwenye rekodi uchumi umekuwa, lakini wananchi wanalalamika hawana fedha. Nini cha kufanya, mheshimiwa Mwenyekiti? na kubaliana na kila kitu, tufanye jambo moja muhimu sana katika fele tu, tufanye trickle down effect, uchumi utoke micro huje utoke macro, uje micro uingie kwenye mifuko ya watu watu waone fedha kwenye meza zao, wapate chakula. Lengo la mheshimiwa Rais ni kuwapa watu furaha. Nimesema ripoti ya furaha duniani, nchi yetu ni ya 129. kuna nchi kumi na mbili tu chini Tuna kazi kubwa sana kuwapa furaha ya watu wetu. Watu wetu wanahitaji fedha, wanahitaji maisha yao yawe rahisi, waweze kuwa na furaha. Mheshimiwa Mwenyekiti, tufanye nini sasa? Tufanye nini? Hatuwezi kugawa fedha kwa watu wetu, tutengeneze opportunity za watu kutengeneza fedha wao wenyewe. Nashukuru bunge lako tukufu, tulikaa hapo mwaka jana tukapitisha sheria ya manunuzi, tukabadilisha sheria ya manunuzi kwamba biashara yoyote ya bilioni 50 kushuka chini haifanyi na mgeni katika nchi hii tumefanya jambo hilo, mheshimiwa waziri wa fedha akatoa Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wetu akaandika kanuni. Leo hii Tanzania hakuna mtu wanaf... mgeni anafanya biashara ya bilioni hamsini, na nawaomba sana mheshimiwa bunge tupandishe threshold kutoka bilioni hamsini tuende bilioni mia moja. Biashara bilioni mia moja isifanywe na mgeni. Mheshimiwa mwenyekiti, wa Tanzania wamechoka kuendelea kushuhudia wageni wanakuja hapa wanatajirika, wao wanabaki maskini. Leo hii tuna viwanda vingi kila mahali. Lakini tunafahamu ya kwamba watu hao ni wawekezaji. Sichukii wawekezaji mwenyekiti, sichukii wawekezaji na namshukuru sana Mheshimiwa Rais, ameongeza mitaji ya wawekezaji katika nchi, nchi yetu kutoka dola bilioni moja mpaka bilioni sita leo tunavoongea. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini wakati ninapenda na wawekezaji, nawapenda watu wangu. Nataka watu wangu watajirike kwenye nchi yao, this is our country Tunakitakiwa sisi wenyewe tuwe na uchumi mkononi, take dominion of the economy. Hii ni nchi yetu, sichuki wageni, i'm not xenophobic, lakini natamani watu wetu washikilie uchumi wa nchi, watanzania wawe mabilionea katika nchi yao. Wananchi tajiri, ina kila kitu, wanaweza kusajirika, tuwasaidie, tuendelee fursa. Namshukuru Mheshimiwa Rais, ameanzisha Samia Bondi kuwasaidia wakandarasi. Namshukuru Mheshimiwa Rais, Ameto bilioni mia mbili kuwasaidia vijana wetu waweze kupata mikopo. Nashukuru mheshimiwa Rais na, na bunge lako kwa sheria ya local content kuwasaidia watanzania waweze kushika uchumi wao.